Hii kikumi au zaka haikuanzia kwenye sheria ya Musa. Kikumi kilianzia na Ibrahimu alipotoka kuwapiga wale wafalme wanne waliovamia Sodoma na Gomora, na wakateka mateka na wakabeba vitu nyara nyingi. Halafu wakafanya kosa kubwa sana, wakabeba na mpwa wa Ibrahimu aliitwa Lutu. Ibrahimu alipoambiwa, Sodoma imepigwa kuangaika, na Gomora imepigwa kuangaika, mali zimeenda, Ibrahimu akasema hamna shida, sisumbuki. Alipoambiwa na ndugu yako Lutu ameenda, Ibrahimu akasema hapo amegusa pabaya. Ndugu yako anapopatwa na majanga unasikiaje moyoni? Unajua, tuna kizazi cha ajabu sana leo. Hata kwenye familia ndugu na ndugu mmoja akiporomoka, mwingine anafurahi. Hey, wakome baba ana, baba anafanikiwa kuliko baba yetu. Niliomba na mama mmoja, nilikuwa nafundisha somo la magonjwa ya kike kwenye makongamano ya kina mama, ya mabinti wanafundishaga hilo somo afu tunaomba. Kuna magonjwa mengi yamekamata wanawake kuliko wanaume mengi sana, na ndio maana utaona hata hospitalini wakaamua kutengeneza daktari bingwa wa kina mama. Tunafahamu kunaga daktari bingwa wa kina baba <laughs> ni wale mafizician madaktari wa magonjwa ya ndani, au ndo wanatibu wanawake wa baba na nani wote, na baba ndo tunaingiliaga hapo, ila kina mama mmepewa gynecologist ambao ni mabingwa, kwa sababu mna magonjwa kibao. Nikiorodhesha hapa, yani ni mfuko mzima. Ugonjwa pekee ambao unakamataga wanaume haunaga wadada au wamama ni tezi dume. Sijai kusikia tezi jike, kuna mtu sijai kusikia, kwa maana una shida gani tezi jike? Sijai kusikia hiyo ila ntezi wake ni dume. Kwa hiyo hiyo yenyewe kamoja ni kwetu, mengine yote tuna share na wengine. Sasa nipo fundisha leo somo nikaongea mengi mpaka na majini mahaba humo ndani. Ingaje majini mahaba pia kuna wanaume pia na majini mahaba, ila mwanaume yuko na majini mahaba unaharibikia sasa <laughs> mama mmoja kanijia baada ya fundisho, akaniambia, baba, yote magonjwa uliyoyaongea yote yote, yote, yote, yote ninayo yote napoteza kalenda mchango majini mahaba a, vimbe ndani tena ino hama hama, leo natuna hapa, kesho na amia abak. Hapa fibroids zipo sijui ni nini, yani vyote vile vya kike, yani fungus, baba nazo. Nikasema kasima eh, huko full full kasolo fistula, akuniambia kama anayo. Nilipomwombea madude yalilipuka ndani, na la mwisho lilipotoka likuja kuniambia baba, niliona li mwanaume kubwa lina manyoya mwili mzima linatoka ndani yangu. Alikuwa anajisaidia ya kitandani usiku, yaani mpaka mume wake alimwekea gozi kama watoto. Kufuatilia mama yake mkubwa, watoto wake wote wamezalia nyumbani na hakuna aliyeolewa mdogo wake amelea vizuri, watoto wake wote wamefunga ndoa. Akakasirika na watoto wake wakaenda kuloga watoto wa mdogo wake, wawe na majini maaba, wakojoe kitandani, wawe na waumizao, yani wawachukie, mimba zinaharibika. Hata ndugu hawafurahii maendeleo ya ndugu wenzao, hawajifunzi. Umefanikiwaje na mimi nifuate kielezo chako niweze kutoboa? Wanakuwa na wivu Maumivu ndani yao. Baba yangu alipokuwa hai alipokuwa mkoa ila miaka hiyo sabini na kitu mpaka themani na kitu, ndugu alikuwa anakaa nyumbani. Mnafahamu sisi Wanyamwezi na Wasukuma, kuna ule undugu, mtu anakuja, yani kujielezea tu ule undugu nusu saa, onene nalemba teye mwana wa nani, mtoto wa, wa, wa Bundala ambaye alienda kuoa kwa Mwanamaganga, warunzewe wa, wa ambaye Mwanamaganga shangazi yake, sasa upande wa mama yake, kwa, kwa baba yake mdogo. Ataenda kwa mwana ma, kwa mwana mabula. Wasi, yani wakati anajieleza anakuwa kaka, mara mdogo wako, mara babu, mara mjukuu. Yani mpaka mnakuja kumaliza, ah binamu. <laughs> Wenye <laughs> wajina washuma wanakumbuka utambulisho wa enzi hizo. Yani tunakaa hapa nyumbani tunamsidia anamsimulia mama, akasema eh, hey, wa kumbe yangu amna choa nko mpwa. Hapana wewe hey, mjukuu huyu. Yani anakata kona, anakata kona mpaka anakuwa mkulima anarudi. Cha ajabu pia, akija mtu mwingine, mama anaanza kusimulia, huyu ni ndugu yetu kabisa. Anapita mle mle, mwana Ali, nani? hey, hey, alienda kuoa hey, kwa nani eh eh, ana eh ana gete, unaona. Kwa nyumbani kuna ndugu wengi ambao kiniuliza story yao, mimi naweza nikajaza daftari kumtambulisha tu mmoja, kama ile binti wa Kiha anajitambulishaga kwenye, kwenye simu jina langu ni ping ping ping ping ping ping ping ping mpaka bosi anasema okay inatosha hapo hapo. Okay, wanajua kusema amina. Waseme walikuwa ndugu wengi, kwa sababu kila wanapoondoka wanaondoka na nguo, wanaondoka na hiki tena, wanaondoka na tushukuru. Kweli wakifika kule wanatugeuzia kibao, yaani wametupa marapurapu. Mbona umeabeba kichwa chako? <laughs> baba alipo stafu mama alipostaafu, maisha magumu kwa kila Mtanzania. Hawa hawahawa, tuliowasaidia ndio waliotunyoshea vidole, kutucheka, wamerudi mtaani kama sisi. <laughs> Yesu yule, wale wale aliofufua wafu wao, wale wale alioponya wagonjwa wao, ndio walimwambia, kama wewe ni mwanaume uliponya wengine, shuka msalabani. Wale wale ndugu, akasema siku ile nitakuja wataniuliza hizi jeraha ulipata wapi? Nitawaambia jeraha hizi nilizipata kwa rafiki zangu. Daudi akasema angeliniumiza mtu mwingine nisingeumia lakini ni wewe rafiki yangu, tunaenda na wewe mkutanoni, tunaimba praise na wewe, tunafurahi baada na wewe, wewe ndio umenitia jeraha. Mungu atusaidie. Narudia tena, mungu atusaidie. Ninasema tena, mungu atusaidie. Narudia tena, mungu atusaidie. Ibrahimu aliposikia Lutu amechukuliwa akasema, umegusa ndugu. Ebu ukisikia kuna shida imempata mwana familia wa Shalom Temple, iwe shida yako. Sikia kusikia vibaya moyoni, umia na kama una nafasi Msaidie, msapoti, hebu mshike mkono jirani yako, mwambie yaani, wewe ni mwanafamilia. Mwangalie usoni, haijalishi sura yake inakupendeza au nakukera, mwambie yaani, wewe ni mwana. Mtu mmoja aseme amina. Ibrahimu akasema mmegusa rutu hapo eh, mmeshika kwingine. Alichukua jeshi lake, watu mia tatu wa familia yake, akapiga wafalme mataifa nchi nne walipigwa, na familia ya mwanaume mmoja. Hebu jiulize, Ibrahimu hapa awezi kujipa utukufu. Wafanyakazi wachunga ng'ombe, wanaosimamia miradi yake, mnaenda kupiga majeshi ambayo ni trained ya nchi nne? Ni Mungu. Ukiwa rafiki wa Mungu atakupa ushindi kwenye mazingira ambayo hukutarajia, na hakuna ambaye angeweza kufikiria.